Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Shikamu mama, shikamu Mheshimiwa Rais Mama samia Suluhu Hassan, mama wangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Mfekia mama, niktokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama wake na Jenifa Nifa. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndiyo maana nimekuja mbele yako kumwombea msamaha, lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu nitegemezi katika familia yetu mama hatuna wa kumtegemea zaidi ya Niffer, mama yangu. Niffer ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua, wana Tanzania, naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. sijui imekuwaje, imetetereka na rifi. Mwanangu, mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia suru suti, na ikawa imekubalika sana, hiyo yoyote ni kuonekana ni jinsi gani anavyokupenda na kukupa respect kama Mheshimiwa rais wetu. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Shikamu mama, shikamuu Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mama wangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac, Msekiwa. Mama, nikutokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama mama wake na Jenifa Jiovin, Bili Kujia almaarufu Nifa. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyatenda binti yangu. Binafsi mwenyewe mwenyewe sikuyapenda mama. Ndiyo maana nimekuja mbele yako kumwombea msamaha. Lakini pia najiombea na mimi na familia nzima, nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu nitegemezi katika familia yetu mama. Hatuna kumtegemea zaidi ya mama. Niffer mamao. Niffer ni mtoto mzuri tu. Wengi mnamjua wa Tanzania, naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwa ile imetetereka na rifi mwao. Mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana watu wameanzisha challenge ya Samia Suru suti. Na ikawa imekubalika sana. Hiyo yote ni kuonekana ni jinsi gani anapokupenda na kukupa respect kama mheshimiwa wa rais wetu mamao.